Leo ni siku ya Jumatano ya majivu, ni siku ya amri. Amri inasemaje? Tuseme kwa pamoja, amri inasemaje? Funga siku ya Jumatano ya majivu, Usile nyama, okay. Tunaanza kipindi cha Kwaresima. Kipindi cha Kwaresima ni siku arobaini, siku arobaini za kufunga, kufanya kitubio, kufanya matendo ya huruma Kipindi cha Kwaresima ni kipindi cha mazoezi ya kiroho. Unafanya mazoezi e? Unafanya mazoezi na mazoezi manake ni maandalizi. Unafanya maandalizi, unafanya mazoezi ya kufunga, kujinyima, kujikatalia jinyima kujikatalia chakula kwa sababu tunajua huko mbele tunaenda kukutana, eh, na adui ambaye kama tutaweza kuishinda njaa na yeye eh, tutamshinda. Ana vishawishi vingi kama utaweza kukaa e, njaa, na njaa walau kwa siku utaweza kushinda njaa, basi zoezi hilo litakusaidia huko mbele, utakapokutana na huyo adui, utakapokutana na hizo changamoto. Tunafanya mazoezi, mazoezi ya kiroho. Kipindi cha kwaresima sio kipindi cha kujitesa. Utajitesa kwa namna gani? Kama utakaa njaa tu, na haina maana yoyote, haujui kwa nini unakaa njaa. Kwa nini umeacha kula? Haujui manake wewe unajisisi natakiwa uelewe kwa nini ninaacha kula na acha kula ili iwe nini, kile nacho nachokiacha ambacho sikili kinafanya nini? Ndio maana natakiwa kufunga kusali na kutenda matendo ya huruma na matendo ya huruma asilimia kubwa yatatokana na kile ambacho umekiacha umekiacha kwamba kipindi hiki cha Kwaresima hatutokula e, nyama ile bajeti ya nyama inaenda wapi kipindi hiki cha Kwaresma sitokula mchana, ile bajeti yako ya mchana inaenda wapi? Bajeti yako ya asubuhi inaenda wapi? Wakishafunga kafanya toba kasali, unapaswa kufanya matendo ya kipindi kinachodumu kwa siku arobaini siku arobaini manake Kipindi kikamilifu, fanya katika ukamilifu wake. Kama unafunga, funga katika ukamilifu wake. Unatenda matendo ya huruma, tenda katika ukamilifu wake. Kwa maana nikasema, sio kipindi cha kujitesa, sio kipindi cha kulazimishana, ni kwa lezi sio kwa lazima, ni kwa lazima kwadragesima. Kwa lazima, neno kwa lazima litokana na neno hilo kwadragesima, na sio kwa lazima. Usilazimishe familia yako yote ikafunga, wako watoto wadogo, wako wamama wanaonyonyesha Ukimfungisha siku arobaini, atanionyesha nini mtoto? Anaweza akanyonya damu badala ya maziwa. Sio kipindi cha kujionea huruma, kama mimi nimezoea kula mara tatu, taanzaje kula mara moja Kumbuka unafanya mazoezi. Sio kipindi cha kubadilisha muda wa kula. Nazungumzia hizi siku 40. Sio kipindi cha kubadilisha muda wa kula, kwamba badala ya kula mchana, mimi nakula usiku, unajiamsha usiku saa kumi unaanza kupakamia e, e, gari kwa sababu tu utafunga. Hatubadilishi masaa ya kula, fanya mazoezi. Na ukitaka kuona kwamba sasa nafunga au mfungo unaanza kueleweka, ni pale unapoanza kusikia njaa, pale unapoanza kusikia nini? Njaa, pale ndipo hesabu sasa masaa anze kuhesabu saa kumi na mbili, saa moja kabla hata hujaanza kusikia njaa, kwa sababu lengo lake ni usikie njaa, halafu uone, je, naweza kuishinda? Maana wapo ambao nyumbani wamefunga wakitoka, wakienda huko, wakisikia njaa, wanasema tunakazia, tunakazia saumu unakazia kidogo saumu, kurudi nyumbani na wewe unaonekana umefanya nini? Umefunga. Pale unapoanza kusikia njaa, pale ndipo anza kuona zoezi so linaingia, zoezi so linakubalika, kwa sababu mfungo huu haulazimishwi. Kama nilivyotangulia kusema mfungo huu sio kwa lazima. na tunaanza kipindi hiki cha Kwaresima kwa mambo haya, mambo mangapi na mangapi? Jambo la kwanza ni kupakwa inaitwa Jumatano ya inaitwa. Napakwa majivu. Majivu haya sehemu moja yanaelezea huzuni. Huzuni napakwa majivu kuelezea huzuni watu ambao tumehuzunika kwa sababu ya makosa tuliyoyatenda, tumehuzunishwa na dhambi tulizozitenda. homwa nachomwa na moto kwao. Wakiona majivu, wanakumbuka mauti. Na sisi kwa majivu haya tunakumbushwa kwamba wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Hiyo ni fulani huzuni. unakumbushwa kwamba wewe utakufa, utakufa. Wewe usijisahau, ni mavumbi na mavumbini utarudi. Na kifo ni huzuni, mauti ni huzuni. Mtu akifa, watu wanalia wakifa wengine wanalia mpaka wanazimia anakupa kazi ya kwanza kwa pepea mtu amekiwa na ya eh? eh, jirani yako analia mpaka anazimia huwa mnamwelewa leo umekiwa na jirani yako unalia mpaka unazimia. Lakini yote katika yote ni kwamba iko kinaleta huzuni. Sasa tunakumbushwa kwa mavumbi, kwa majivu kwamba wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Sasa unashtuka nini? una lakini pia ni ishara ya unyenyekevu mavumbi. Zamani waliokuwa wametenda dhambi unajipaka majivu na nguo za kidunia, ishara ya toba, ishara ya kujinyenyekesha. Kwa hiyo majivu pia ni ishara ya unyenyekevu. Sisi tunakubali, tunajipaka majivu, tunakubali kwamba sisi ni wadhambi kwamba sisi sio wakamilifu pengine hapa napale, Mungu, mimi mimi buo, kutubu, na pale nimemkosea mwenyezi Mungu, nimemkosea mwenzangu, nakubali kwamba mimi ni mkosefu, mimi sio mkamilifu, na kwa unyenyekevu huo unakumbushwa pia utubu na kuiamini ayo na mambo hayo yote yanakutaka wewe kukubali, kukubali ukiri, kwamba mimi ni binadamu, mimi ni binadamu, mavumbini nitarudi, mavumbini nimetoka. Mimi ni binadamu sio mkamilifu inatenda dhambi au namkosea Mungu au nawakosea wenzangu. Tunaanza kipindi cha Kwaresma kwa namna hiyo. Sasa kipindi hiki cha Kwaresma kinayo ni dhambi inayo ni dhambi, inayo ni dhambi. Manake, leo tunaingia smart area, tunaingia katika kipindi kinachohitaji nidhamu. Smart area, tunaingia katika area ambayo, tunaingia katika sehemu ambayo imeandikwa pale kukalezia. Manake unatakiwa ufanye moja, mbili, tatu ili iwe na maana, ili iwe na maana. Wewe mwenyewe ingia katika chumba chako cha ndani, funga mlango, napata kile ambacho Kristo ameelekeza. Toto wako, sadaka, sadaka inakuunganisha, inafunganisha wewe na Mungu wako Towapo sadaka, amesemaje? Unapofanya tendo jema, unapofanya tendo la huruma, amesemaje? Ingia katika chumba chako cha ndani, usifanye wema wako kusudi uonekane na watu. Towapo sadaka wako usijue, mkono wako wa kuume usijue ufanyalo mkono wa kushoto. Unaposali ufanye nini? Ameelekeza, usalipo e, usiwe kama mwanafiki. Ufungapo, unapofunga ufanyaje? maana upa, kuna hatari kila unayekutana naye unaanza kumwambia mi nimefunga, niache mimi, nimefunga unapofunga ufanye nini? Ameelekeza na, ya ameelekeza unapotenda wema, unapotoa sadaka e, unaposali na unapofunga, ili ili kwa lazima yako iwe na maana ili Kwaresima hii usiishie kujitesa tu na kujishindisha njaa. Ingia katika chumba chako cha ndani mweleze Baba yako aonaye sirini, mweleze. Fanyia kazi kile ambacho unaona kwamba kinakuweka mbali na Mungu wako. Fanyia kazi kile ambacho unaona kinakuweka mbali na familia yako fanya kazi kile ambacho unaona kinakuweka mbali na wanajumuiya wenzako, majirani zako, kipindi hiki cha Kwaresma. Ndio maana mwaliko ni kwa watu wote, mwaliko huu ni kwa watu wote. Watu wote maana yake wa dini au wasio na dini, ili mradi unafunga. Ili weje? Nimesema pale, unaingia unajitaabisha hivyo, ili iweje? Unaweza ukaingia kipindi cha Kwaresima kwa makusudi tu Mungu asikilize ombi lako Mani suku asikilize ombi lako la kutoa kuo usuku, kama ili upate uponyaji. Una kilema fulani upate uponyaji, unaingia kwenye Kwalezi. Nimesema hii siku arobaini ni siku kamilifu. Usihesabu moja mbili tatu, kama tutakavyoanza kuhesabu. Siku kamilifu inamfata. Yule ambaye anavuta sigara anaingia kwenye Kwaresima, anasema mimi, sasa kwa Kwaresima hii nataka kuwacha sigara. Anajaribu kwa siku hizo arobaini, anafanya kwa siku arobaini kamilifu. vilema vingine ambavyo kila mmoja anacho cha kwake, ili mradi umeingia ndani ya chumba chako, umejifungia kama gwaride, manake unalipiga gwaride ndani ya chumba chako, upo kama ulipozaliwa. Sio kama ulipozaliwa, manake mkue ku upo wewe peke yako. Wa pili ni nani? Mungu wako katika kati chumba chako funga, na mwisho utaona kuna eh, alipo kufurahi, kipindi cha Pasaka, kufurahi pamoja na Yesu kufufuka, alipo alikwa eh, kufurahi, kufanywa upya, kufanya viumbe vipya, kufufuliwa katika Pasaka hiyo ya Kristo Mwokozi, ili mradi umeweka bayana kile ambacho unataka kufanya katika kipindi hiki cha siku arobaini za mfungo mtakatifu wa Kwaresima. Ingekuwa hili leo usikie sauti yake, msifanye migumu